Katika kuelekea sikukuu ya Pasaka katika mkoa wetu wa Mbeya, Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya limejipanga vizuri kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa kufanya misako na doria za magari, pikipiki piki. pia tutakuwa tunatembea na mbwa wa Polisi wa miguu katika maeneo mbalimbali. Au mbwa wamefundishwa kwanza kunusa madawa kulevya, lakini pia wakipewa amri ya kukamata hawakamati mtu yoyote ovyo ovyo, watakamata mtu ambaye anahusika. Kwa hiyo kwa wale wahalifu ambao tutaona kwamba wamefanya uhalifu na tukaelekeza kwenye mitaa, basi hao ambao pia watatusaidia, kwa hiyo na kutaja jamii. Kwa hiyo wananchi watusaidie kwa kutaja watu ambao ni wahalifu katika jamii ili sisi tuweze kuwakamata. Kwa hiyo maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mbeya tutapita kwa ajili ya kudhibiti uhalifu na kupambana na uhalifu, lakini katika nyumba za ibada hususan kanisani Jeshi la Polisi limejipanga kushirikiana na kamati za usalama zilizoko katika maeneo hayo ya makanisa kuhakikisha kwamba, kuhakikisha kwamba utaratibu uliofanywa, watu wanasali kwa utulivu na amani kabisa bila kubugudhiwa na mtu yoyote. Utalizingatia sana hiyo. Lakini pia kwenye maeneo ya kumbi za starehe kuhakikisha kwamba wamiliki wanasaidiana na jeshi la polisi, pamoja na walinzi binafsi waliowaweka hakikisha kwamba taratibu zote za uendeshaji wa biashara hiyo ya ya, ya, ya starehe pamoja na vinywaji basi wanazingatia leseni zao walizopewa. Kama hawatakuwa na vibali vya kuendesha eh, miziki au kwenye kumbi za starehe basi wahakikishe kwamba wanapata vibali vya starehe na vibali vya mapema kuliko kuenda kupambana na jeshi la polisi. Aidha, kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya nawataka madereva na watumiaji wengine wote wa barabara kuzingatia sheria za usalama usalama barabarani na kutii sheria za usalama barabarani bila shuruti, ili kuepuka ajali zisizokuwa za lazima. Ni marufuku kwa dereva dereva kutumia kilevi. Narudia, ni marufuku kwa dereva kutumia kilevi. Jeshi la Polisi limejipanga kuhakikisha kwamba wale kwa wote ambao watatumia vilevi na wanaendesha tunavyovipimia ulevi ambavyo ni vya kisasa kabisa tutahakikisha kwamba wale ambao tutawabaini wanaendesha vyombo hivi vya moto wakiwa wametumia kilevi, basi wataweza kupimwa na tukiwakuta, watachukuliwa hatua za kufikishwa mahakamani na pengine kufungiwa e, leseni zao za kuendesha magari hayo. Lakini pia jeshi la polisi limejipanga kudhibiti makosa hatarishi kama vile mwendo kasi pamoja na e, long overtaking. Yani kwa mfano unakuta sehemu ambayo hairuhusu kuovertake au unaovertake kitu ambacho kinaweza kusababisha ajali hasa katika maeneo hatarishi ya milima yetu ambayo tunayo kama vile mlima Nyoka, mlima Iwambi, Igawiro na barabara ya Mbeya kuelekea Chunya. Hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao watabainika kipindi hiki, watakamatwa na watafikishwa mahakamani. Lakini kama nilivyosema, tutakuwa wakali sana kwenye eneo hilo kwa kisha kwamba tutaki kuona ajali zisizokuwa za lazima zinatokea, sababu zinapotokea, zinaleta eh, jonzi na zinasababisha watu ubaki wakiwa kwa sababu tu ya wa mtu mmoja, lakini vile, vile Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbea linaendelea kutoa rai kwa wazazi katika msimu huu wa sikukuu kuzingatia ulinzi kwa watoto na usalama wao katika kuakisha wanaimarisha uangalizi wa watoto kuepushwa na vihatarishi na mazingira ambayo kwa sababu watoto mikiawa, wapo baadhi wanatumia nafasi hiyo kuwafanyia ukatili hawa watoto. Kwa hiyo hatutegemei kuona watoto wanazurura ovyo mtaani bila kuwa na uangalizi au kuwa na mtu ambaye ataweza kuwasaidia. Lakini vile vile, kwenye maeneo ya michezo natarajia kuona wazazi pia wakiwa wanaambatana na watoto wao ili kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa watoto unaimarishwa. Ya mkoa, sisi Jeshi la Polisi pia tutakuwa kwa maeneo hayo, lakini hatutaki kuona mtoto akiwa peke yake na anafika kwenye maeneo ya starehe. Sambamba na hayo, katika maeneo yenye fukwe kama vile e, kwenye maeneo ya Matema Ngonga kule wilaya ya Kera Kisiba, wilaya ya Rungwe na ziwa Ngosi, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawahakikisha wananchi kwamba ulinzi umeimarishwa, na nawataka wamiliki wa vyombo kama vile mitumbwi na boti wawe na life jackets kwa ajili ya wale wateja ambao watakwenda kuwazungusha katika ziwa, lakini pia maeneo hayo ulinzi utakuwa umeimarishwa na tunahakikisha kwamba idadi kubwa ya watu watakao kuwa maeneo hayo, pamoja na kwamba kutakuwa na marika tofauti, lakini tutahakikisha tunazingatia sana e, hali ile ya, ya ustarabu kwamba kusiwe na vitendo vya kuzalilishana au kuzalilisha kwa sababu tu ni sikukuu. Tutazingatia sana maeneo hayo. Mwisho, Jeshi la Polisi linatoa linawatakia wananchi wote eh, heri ya Pasaka, lakini pia linawataka washerekee wa kwa amani, na pia wahakikishe kwamba ulinzi na usalama ni wetu sote.